Karibu vipenzi, watu walioko katika mahaba, mnahabaika mnahubuka, lakini pia karibu wewe ambaye uko katika sintofahamu ya mahusiano yako. Leo tunaingia katika dunia nyingine, dunia ambayo ni ya mapenzi ya kudumu, dunia ambayo ni ya mahaba ya kudumu, ili nyiwe wapenzi wawili muepuke kuwa kama wapangaji wa nyumba moja. Watu tunaingia katika mahusiano ya mapenzi, ya ndoa, lakini kuya inakuwa ni kipengele sasa. Leo katika video hii nataka nikupe funguo nne za kudumisha na kuimarisha mapenzi yako. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kufanya pale unapokuwa unamtafuta mtu wa kuwa naye katika bondi, jenga msingi uliokuwa ni imara. Tafuta mtu ambaye mna maadili na malengo ya kufanana. Lengo la uhusiano ni nini? Lengo la kujenga mapenzi au la kuoana ni nini? Isizi, lengo la mahusiano ya kimapenzi ni kupata mtu anayekupenda hata ukiamka asubuhi, ujachana nywele, uja brashi meno, anakupenda vilevile vile, yuko tayari kugawana chakula chake hata kama ulisema huna njaa, lakini atapokileta chakula chake ukasema na mimi nataka kula, yuko tayari mugawane. Ila pia ni kupata mtu atakayevumilia tabia zako za ajabu ajabu, mfano kujamba jamba ovyo, mfano kuropoka ropoka, mfano eh, wewe unanunanuna lakini anasema ah, nitadili naye, lakini ni mtu ambaye anazungumza na wewe kwa hekima, lakini pia kama unalikicheko la ajabu ajabu, unalisauti fulani bila ajabu ajabu, anakuvumilia. Jambo la pili ambalo unabidi kulifanya, lea bondi yako kama yai, weka jitihada katika kuendeleza mapenzi yako. Jitahidi kadri unavyoweza, utafanyaje? Jitihada twende pamoja, unaweza ukatuma hata kimeseji, sio umeshakula. Aa, tuma kimeseji kwa mfano, nimekukumbuka leo. Leo nimekaa kazini sijaweza kutulia zaidi, nimekukumbuka, na nimeamua nikupigia simu au nimeamua nikutumia se leo nimekumbuka tabasamu lako, kidogo nikamesa na kazi nilokuwa naifanya. Lakini jitihada nyingine ambao unaweza ukaifanya katika kukuza mapenzi, na hii inakuwa inadharaulika sana, peleka hata zawadi ndogo, hata kama ni big G, hata kama ni pipi. Sio lazima kupeleka maua ya elfu hamsini kila wiki, siyo lazima kumgawia hela, sio lazima umnunulie gari la. Unaweza ukaamua ukapita dukani ukanunua kichokolete ukampelekea mama nyumbani, leo nimeona hii nikaona, ah, hii mke wangu akipata hii atapata fleva nzuri. Nikasema acha niibebe kwa ajili yako. Oi, wanawake wapenzi wanapenda vitu kama hivi lakini, jitihada ya tatu ambayo unaweza ukaifanya kukuza mapenzi yako, kuwa na dates. Navyosema dates, simaanishi mambo ya romance no, namaanisha tumieni muda wenu pamoja, kaeni, tenga muda, angalieni katuni, angalieni muvi, pika chakula cha pamoja ambacho unahisi kwamba kimekuwa specialized kwa ajili ya penzi lenu, kwa ajili ya ndoa yenu. Lakini mnaweza mkamach mkavaa soksi za kufanana, yes. Lakini lazima ujenge mapenzi yako, lazima ukuze mapenzi lazima ufanye jitihada. Jitihada ya nne ya kukuza penzi lako, ya kulea bondi lako kama yai, jaribu kuwa unamsifia sifia. Wanapenda kusifiwa, sio wanaume, sio wanawake. Hata kama atakuwa na kichwa kigumu cha kuelewa, hata kama anakomwe, msifie, mwambie baby, you are so beautiful. Baby, you are so handsome. I never saw anybody like you. Mwambie baby, kwa kweli wewe unajua kufunga viatu, ingalikuwa mtu mwingine la ashadondoka kitambo. Msifie sifie visifa sifa fulani hivi ambavyo unajua vitampa kichwa vitamboost. Nikupe siri, kusifiwa kunaongeza mapenzi kuliko bando za TikTok. Jitihada ya tano, sikiliza. Sio kunyamaza tu ukiwa na simu yako mkononi, anakuzungumzisha ana kuzungumzisha we uko busy. Una. Tra, tra, tra. No, jaribu kutumia muda wako kumsikiliza. Sitisha kile unachokifanya, msikilize msikilize, kisha zungumza naye kama atahitaji kuzungumza naye kama atahitaji majibu kutoka kwako. Hiyo inatengeneza kwamba this this person values me. This person values values me my opinions. Jitihada ya sita unaweza uka, mkumbatia hata bila sababu, ukafika ukamhaga baby, I love you baby, I missed you, ukampa kakis kidogo kampa kabusu. Yes, funguo ya tatu ya kuhakikisha penzi lako linakuwa imara, linakuwa la kudumu, hakikisha unazishinda changamoto munazopitia. Trust me, changamoto zinaweza kuvumilika na kuepukika. Katika kipindi cha mahusiano ya kudumu kunaweza kukaa kuna changamoto za aina mbili: changamoto ya kutofautiana, lakini pia changamoto ya kubadilika kwa maisha. Hizi ni changamoto ambazo zinapelekea mahusiano mengi kuvunjika, lakini wewe, kama mtu ambaye unataka kulinda mahusiano yako ya kawa ya kudumu, unabidi uzi overcome. Hapa kuna kipindi unajikuta unakuwa superhero wa kuweza kuovercome hizo changamoto, unajikuta wewe sasa ndo Batman, wewe ndio Spiderman, wewe ndo Wonder Woman ambaye unaweza ukapambana na changamoto hizo, kisha ukazishinda. Nikianza na changamoto ya kutofautiana, hapa ndo unajikuta unakuwa na powers za ajabu, kama vile kumsikiliza mtu, kumtolea mtu macho pale anapokuzungumzisha kitu ambacho unaona it is not right, au pale unapokaa kimya pale kipenzi chako anapokukadhibisha anapokuzungumzisha uchafu, lakini unavumilia. Trust me hakuna anayekufa kwa kuvumilia mahusiano ya mgogoro, but inafika kipindi unasema hivi, mm, nilimpendea nini?" Eh, mbona kama nilijichanganya hivi? Lakini maisha yanaendelea. Nifatishe ya mabadiliko ya kimaisha hapa hapa napo panakuwa pagumu, kinoma, panakuwa ni very, very challenging. Ni kama kuugua malaria na unabidi umeze dawa na hauzipendi dawa, lakini utafanyaje? Lazima uzimeze ili uweze kupona. Hapa tunavyozungumzia kuvumilia mabadiliko ya kimaisha ni kama kupigana vita ambayo hauna mbinu nayo, ambayo haujui adui yako anakujaje, kwa sababu matatizo ya kimaisha yanakuja bila taarifa. Kwa mfano, kunaweza kukawa na mabadiliko ya kazi, kafukuzwa kazi, au kazi aliopata imekuwa na mshahara mchache, lakini pia naweza mkabadilisha maeneo ya kuishi, umeenda sehemu ambayo wewe huipendi, hakuna maji, hakuna umeme, huduma za kijamii zote ziko mbali. Lakini pia mabadiliko ya kimaisha, inawezekana pengine wakwe wamekuja pale nyumbani, wanaishi na ni washari eh, mko akishaingia pale nyumbani na ni mshari aise, maisha yanabadilika fulani hivi, yanatoka katika hali yake ya kawaida yanaingia katika hali ya mgogoro ila pia kuna kubadilika kitabia. Familia inaanza kubadilika baada ya mmoja wenu kubadilika kitabia, anaanza kuwa ea, analala nje, mlevi. Sasa nini ufanye kama superhero? nini ufanye kama mtu mwenye powers inapotokea mabadiliko kama haya? Kuwa mtu mwenye kunyamaza. Lakini jambo jingine, jaribu kuchukua majambo kwa udogo udogo, kata kipande kipande. Mwisho wa siku, kila kitu kitakuwa sawa. Ni kama unavyokuwa unapanda mlima, huwezi ukapiga step kubwa kubwa, utawahi kuchoka. Lakini unapokuwa unachukua step ndogo ndogo, unapumzika mwisho wa siku unajikuta umemaliza kilima. Jambo jingine jaribu kujipenda, acha kujitupa pale maisha yanapobadilika. Usijichukulie kwamba wewe, usijichukulie kwamba wewe ni takataka, usijichukulie kwamba wewe maisha ndo basi, jipende katika kile utachokipata, jipende katika kile ulicho nacho. Funguo ya nne ya kukuza mapenzi yako na kuyalinda yakawa ya kudumu ni kuwa na ukuaji endelevu. Now and then unakuwa unabadilika. Sasa ukuaji ni nini? Hii inaleta ukakasi kidogo eh? Utakuwa namna gani, inaonekana kama ni kitu ambacho ni kikubwa, right? Hii ni ile situation ya kuchangia mawazo na jitihada ya ukuaji katika mapenzi yako, katika ndoa yako, kutoka katika situation ya tunakula nini leo, mpaka leo tunakula hoteli gani leo tunalala hoteli gani. Kwa kifupi, safari ya mahusiano ya mapenzi, safari ya mahusiano ya ndoa ni kama movie ya maisha: sometimes comedy, sometimes drama, sometimes comedy drama, seriousness. Ila la msingi ni kwenda pamoja na maisha yaendelee. Ni mimi Abdunnoor, tukutane katika video ijayo.